Moja Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko na masuhaba zake katika moja ya vita, na tunaelewa maeneo ya vita wanaoathirika sana ni wanawake na nani na watoto. Vita baina ya wa waislamu na mushirikina, vita vimekaribia kumalizika yani, lakini kutokana na ile vurugu ya vita, mama mmoja amepoteza mtoto wake aliyekuwa anamnyonyesha. Kimbia ukimbia ukamwacha hajui ameenda wapi, amechukuliwa na hafahamu yule mama akawa anazunguka uwanja wote wa vita kama mwenda wazimu, anatafuta kichanga chake. Kila akimkuta mwanamke ameshika mtoto anataka kumnyang'anya, kwamba huyu ndo wa kwangu, baadaye kiangalia si wa kwake, anarudisha. Wakati haya anatokea, Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake wamesimama kwenye sehemu ina mwinuko hivi juu kidogo, na Mtume tangia mwanzo anamwona yule mama anakoangaika. Haijatajwa ni mama wa Kiislamu au wa kishirikina, haijatajwa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masohaba zake, atarauna tilka almar'a, je mnamuona yule mwanamke? Hata alikuwa na mambo yao mengine, wanakusanya ngawira na nini, wote wakaanza kumwangalia yule mama, akapea attention, wanamuona anavyozunguka, mpaka akaja karibu na alipokuwa wamesimama Mtume sallallahu alaihi wasallam na masohaba zake, kwa chini hapo akamkuta mtoto wake, kwa ile shauku, mapenzi kawa anamkumbatia, anambusu huku na huku, anamtolea titi lake, anamnyonyesha, wala hajali, kumbe yuko mbele ya wanaume, sijui mbele ya nani sawa. Eh, kwa nini? Kwa ile shauku aliyokuwa naye na mapenzi kwa mtoto wake. Mtume akawauliza tena swali la pili. Mwanzo aliwauliza akamwambia, mnamwona yule mwanamke mwana kawa anamwangalia. Baada ya matukio yote haya akasema atarauna hadhihi tarihatan waladaha fi nar Je, mnamwona huyu mwanamke leo akiambiwa mtupe mtoto wake motoni atamtupa? Masahaba wakasema la wallahi, tunaapa kwa Mwenyezi Mungu hawezi kufanya hivyo. Faqal sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Allahu arhama biibadihi min almarati biwaladiha, basi Mwenyezi Mungu anahuruma kwa waja wake kuliko huyu mama kwa mtoto wake. Haya mafunzo ambayo walipewa masahaba mtume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ya kuonyesha jinsi gani Mwenyezi Mungu alivyokuwa na huruma na sisi. Hakuna huruma kubwa kuliko huruma ya mama kwa mtoto wake mchanga, kwa vipimo vyote hakuna. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kujenga mahusiano chanya kati ya maswahaba zake na nani? Na Allah subhanahu wa taala. Tabani maswahaba wanamfahamu Mwenyezi Mungu kuliko sisi, lakini lengo ni kuleta mafundisho ya kuonyesha Mwenyezi Mungu tunayemwabudu, tunayetengeneza naye mahusiano, ana huruma na sisi kuliko mama kwa mtoto wake mdogo. Ukishaelewa hivyo utaanza kutengeneza mahusiano mazuri na nani? Na Allah subhanahu wa taala, kwa sababu unaelewa kwamba aliyeniumba, aliyonileta duniani, aliyonineemesha neema zote nilizo nazo, bado ananipenda mimi kuliko kitu chochote kingine, na bado atanitafutia sababu nyingi tu za kuniondosha katika adhabu za kuniondosha katika majanga. Kwa sababu gani? Kwa sababu ananipenda. Sasa kama yeye anakupenda, we unajibu nini? Sasa hapa ndo kuna swali zito. Wengi miongoni mwetu tunapendwa na Allah subhanahu wa taala kwa neema mbalimbali, lakini tunamjibu kwa chuki, tuna mjibu kwa maasia, tuna mjibu kumuudhi, tuna mjibu kumwambia wewe lote, si lolote si chochote katika maisha yetu.